nunha tunakatazwa kupitia kwa ushahidi huu. Ndio wanazuoni wakasema kwamba kadhalika jambo hili ni miongoni mwa yale yanayoharibu sawari, kama uzama i panapokuwa na safu pale kwenye ile nguzo ile. Safu hii nguzo itakuwa baina ya musallina. Sasa nguzo ikisimama baina ya mtu na mwingine anayeswali ile safu huwa imekatika, imekatika kwa ile nguzo, kisha inaendelea mpaka kwenye nguzo nyingine, kisha inakatika tena, kisha inaendelea mpaka kwenye nguzo nyingine. uhakika saria na kila nguzo ikiwa pana dlnita zada zada, kule kukatika kwa safu kuna kwa pakubwa zaidi, na saria ni mfano peke yake, wala sio nguzo peke yake inayokata swala. Kuna mambo mengine ambayo yanakata swala katika safu. Nguzo ni mfano, wanazoona wanatoa mifano mingine ya membari katika misikiti inayoswaliwa jumaa. Membari zingine zinakuja zinashuka mpaka kwenye safu ya kwanza, ikiingia e kwenye safu ya kwanza, imamu iko kwenye mihrabu ya swali ile, e safu ya kwanza imekatika kwenye kwenye membari ya jumaa, kisha inaendelea kule mbele. Wanazoni wanasema wa hadha min shu'mi mukhalafati sunna na haya ni katika maafa ya kukhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kufanya ile memberi pia nayo ikawa khilafu sunna. Maana as-sunna fi al-mimbar an yakuna ala thalathi ishri darajat. Faida zad zikizidi, zile daraja memberi linatoka kule juu kabisa linashuka paka na itakwenda wapi? Paka safu ya pili au safu ya tatu. Safu mbili tatu zimeliwa hizo, imekatika.